Alafu umefanya kazi au umetafuta kazi umekosa, Mungu hakukupa hapo. Kama itakuwa nyumbani hukupeleka chochote, lawama huna, kwa sababu juhudi umezifanya. Lakini mtu ni mzima wa afya na uwezekano wa kufanya kazi ukapata riziki upo, lakini ukaamua tu ukae tu kwenye bao uende ukacheze pulu uende uka, uka, uka, uka, uka, uka, ukacheze kamari ukafanya vitu gani, familia inapata shida, wewe ni miongoni mwa watu makatili. Na kuwahudumia watu wa familia yako ni ibada kubwa, lakini hata mtume wetu Muhammadi, sallallahu alayhi wa sallam, amelizungumzia hilo, ni sadaka kubwa sana kuihudumia familia yako, kuimudu familia. Miongoni mwa sehemu ambazo zinaleta zina ukatili mkubwa na ni jambo linalostaajabisha ni mahospitalini. Sehemu ambayo watu wanatarajia watapata huruma ni hospitali, lakini ikifikia mahala kwamba mtu anakosa huduma, huduma ambayo ipo kisa, kwa sababu hana fedha, huu ni ukatili wa hali ya juu sana. Na wakati mwingine hutengenezwa mipango kwa madaktari, ambayo pengine wala haitambuliki na serikali mipango tu kutafuta riziki kutafuta fedha, wakakubaliana wenyewe kwa wenyewe kuwabana wale wanaotakiwa wanaotakiwa kuchangia huduma za afya. Sasa ikitokea akafa mtu kwa sababu ya tamaa zako wewe daktari, wamefanya ukatili wa hali ya juu sana. Baadhi ya shule huwazafanya ukatili mkubwa sana kwa watoto kwa kukosa kuwapa elimu stahiki kwa mujibu wa makubaliano na serikali wafanye kazi ile, lakini wakawa hawawapi elimu vizuri, na badala yake kuwatengenezea mazingira ya kuwafanya wawaandalie tuition, masomo ya ziada yale masomo ambayo walio wanayo waliokubaliana na serikali ikawa hawayafanyi vizuri, hawafiki kwa wakati katika muda stahiki waliokubaliana ule, pia ni ukatili, ni ukatili wa hali ya juu sana mpaka mtoto kumuvadozi, ili mradi mwalimu apate chochote, ule ni ukatili. Lakini sehemu miongoni mwa sehemu zenye ukatili ni hawa wadada wa kazi, ambao watu wamesahau majukumu yao ya msingi ya kuzilea familia zao, na badala yake wakawategemea wa mabinti wa kazi kuwa wao ndio wazilee hizo familia. Wanafanya mambo ya ajabu machafu machafu. Laiti watu wangekuwa wanafunga kamera zao kwenye majumba yao wakaona uchafu wanaoufanya wadada wa kazi yaani, kama ni mtu mwenye akili timamu, baada ya siku hiyo utaona una kila sababu za kubaki nyumbani kuitunza familia yako na kugawana majukumu ya kufanya, ili mradi familia isiende vibaya na riziki iweze kutafutwa.